Mti wa mvumbasi, mti huu ni tiba nzuri sana. Sasa leo, naomba nisikilize niweze kukuelezea maajabu yanayotokana na mti huu wa mvumbasi. Sasa kama wewe una changamoto ya malaria sugu eh, una maumivu ya kiuno na uti wa mgongo, kupiga chafya za mara kwa mara pumu ama athma e, tonsils za mara kwa mara e, basi nisikilize vizuri sana niweze kukuelezea tiba hii inatibu jinsi gani, naweza kujitibu kutibia wewe. Kama haujani follow ni follow, nitakufollow back, like, comment, share, acha swali lako katika comment section nitakujibu. Sasa leo na mti huu wa mvumbasi na watu wengi huwa wanaufahamu kwa sababu popote pale unajikuta unahota. Uh, sasa utakapoona popote pale mti huu, basi jua baadhi ya maradhi yako niliyokuelezea hapa yameisha. Sasa nisikilize vizuri jinsi gani unaweza ukatumia mti huu kama tiba ya maradhi hayo. Kwa wale wenye shida ya malaria sugu ambayo inawasumbua mara kwa mara eh, anaweza kama anatumia dawa lakini baada ya muda fulani inakwisha, basi eh, tiba yake ndio hii ya mvumbasi. Lakini pia, eh, mti eh, mvumbasi unaondoa maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo eh, kama una shida ya kiuno ama uti wa mgongo ambayo unaweza kusumbua mara kwa mara , basi unaweza ukatumia eh, mvumbasi kwa ajili ya kuweza kutibu maumivu hayo yanayokusumbua kwa muda mrefu. Na ya tatu ni kwa wale wanaopiga sana chafya mara kwa mara, yaani allergy. Mtu anakuwa na shida ya allergy, akisikia harufu ya vumbi kidogo tu, basi yeye anaanza kupiga chafya kwa muda mrefu, moshi wa sigara, harufu ya perfume, ama harufu ya manukato aina yoyote ile, basi yeye anapiga sana chafya, na kwake inakuwa ni kero kwa sababu anapiga chafya mpaka anapata mafua. Lakini pia hata kipando la dala ama akisikia moshi wa gari wowote ule, basi yeye ana piga sana chafya, kichwa kinamuuma, anapata maumivu makali ya kichwa. Basi anaweza akatumia mti huu wa mvumbasi kwa ajili ya kuweza kuondoa hiyo haraji, na hata kama akisikia tena moshi ama harufu yoyote ile, basi haitaweza kumletea shida ama haitaweza kumdhuru. Eh, uni mti wa mvumbasi inaondoa hiyo hareji hi, ambayo niweza kuelezea, lakini pia mti huu wa mvumbasi unatibu pumu kwa wale wenye changamoto ya pumu, eh, wanasema asthma. Kwa wewe kama una changamoto hiyo ya asthma, basi unaweza kutumia mvumbasi kama tiba kwa ajili, kumaliza, tiba kwa ajili ya kuweza kumaliza yako hiyo, lakini pia kwa wale wenye changamoto ya tonsils, kuna watu wana changamoto ya tonsils za mara kwa mara eh, wanakuwa kila baada ya muda fulani, basi kooni unakuwa kuna vimba ama wanapishinda hata kula chochote kile zao, zina kwa sababu ya tonsils zao zinakuwa zinawasumbua, basi unaweza ukatumia mvumbasi kwa ajili ya tiba kwa ajili ya kuweza kuondoa hizo tonsils ambazo zinazokusumbua mara kwa mara. Sasa jinsi ya kuweza kutumia mti wa mvumbasi, chukua majani yake